Kwa majina anaitwa Mwalimu Aisha Gaudin Masabile, makamu mkuu wa shule Nyakitonto Sekondari. Kwa siku ya leo tarehe nane mwezi wa tano, 2025, tunashukuru sana. Tumepokea ugeni wa Mama Samia Rego Aidi katika shule yetu ya Nyakitonto Sekondari. Wameweza kuelimisha walimu kuhusiana na masuala mtambuka ya kisheria, lakini pia na wanafunzi kwa ujumla. Kimsingi ni swala ambalo tunashukuru sana kwa sababu tumepokea mambo mengi ambayo tulikuwa hatuyafahamu walimu pamoja na wanafunzi ambao kimsingi atatusaidia sisi wenyewe kama walimu, lakini pia atawasaidia wanafunzi, lakini pia tutakuwa ni chachu ya kuelimisha wananchi mbalimbali, kwa sababu kuna mambo ambayo tumeweza kuyatambua ambayo pengine walikuwa hawayafahamu, tutaweza kuwaelimisha na mwisho wa siku waweze kufuata msaada wa kisheria. Hii ni jambo jema kutoka kwenye serikali yetu ya mama Samia Suluhu Hassan, na tunaomba iwe ni endelevu kimsingi ni kwa ajili ya maslahi mapana ya wananchi wake na Tanzania kwa ujumla. Asante.